Mambo vipi tena Tanzania, naitwa Alex Ali 29 kitengo ndo baba mi seme tu asante kwako wewe ambaye umesha subscribe channel yetu ya Masters aa, na niseme shukrani sana kwako ambaye unazidi kutufuatilia Bana, leo tuko location. tuseme leo tuko somewhere. tuko na Bim Dada hapa, kama unavyomuona, atajitambulisha kwa majina, tuzidi kumfahamu, ufahamu tena kazi yake kivingine sana. Habari yako? Nzuri. Mzima? Ye, mzima. Eh, Nakupendeza. Asante. <laughs> Mbona cheka, unajiamini? Hamna, najiamini. mm -hmm. Nasikia tu furaha ndio tufuraha ndo hivyo mm. watazamaji wangetamani kujua majina yako, unaitwa nani? Ah, kwa jina langu naitwa Juddy. kuna juhudi sasa mm hapo -hmm. mm. katikati kuna Juddy au ndo umaana ake kabisa? Ndio hivyo Juddy tu, kama una unajituma hivyo <laughs> <laughs> labda tungetamani tujue kwanini kwanini, kwanini umekuwa msanii, imetokana nini? uh, kuwa msanii ni kwa sababu kwanza napenda. mm. mm. Tokea, yani tokea tu utoto, katika vitu ambavyo navipenda, napenda usanaa. mm -hmm. E, waga kuna ile sababu wanasemaga pengine ukikua tabia waga inabadilika. ina maana kwako haijabadilika? -mm. Kwangu -mm. haijabadilika kwa sababu ni kitu ambacho nimeisha kifil yani katika vitu ambavyo navifikiria na nafikiria sana sana. Sawa. mm -hmm. bado mdogo huyo wa utajisikiaje hapo? hiyo hapo ni kukuangusha tu <laughs> <No>, unaona labda <Sa, laughs> la, yeah. Katika harakati yako ya uigizaji karata gani ambayo unapendaga sana kuigiza? mi naigiza sehemu yote. mm -hmm. Mm -hmm. yani sini yote ambayo utanipa, minacheza minaicheza vizuri kabisa Mm, ina maana na hisia zote unaziweza? Hisia yeah, zote naziweza. Mm. na hapa ni kama movie yako ngapi? Hii hapa ni kama movie ya tatu. Mm. ya kwanza inaitwa aje? Ya kwanza inaitwa Chaguo la Moyo. Mm. ya pili nimecheza kwenye Fitna na hii hapa ya tatu. Okay. Sa, ali alo kushawishi kwanza, ujione kabisa kabisa. Unajua nani alonishawishi? Ujione kabisa hapa nishavijua mpaka napata support, unaviweza kabisa Alikushashi nani? Director wangu <laughs> eh director wangu nikichipita nikichi, mbele nikifanya mazoezi yep. Lakini angalia, anasema kweli huyu hapa, anatisha yeye eh, anajua. Kwa hiyo ndio amenipatisha support kubwa na mpaka nimefikia hapa ni yeye eh. mm. Lakini pengine kuna ile saa director lazima la akunongoneze nongoneze, bana ah, lakini ukikaa hapa waga na tisha zingine zingine zote hizi hizi ni viazi hizi, lakini hapa sometimes unaua waga ni karata gani hisia gani ambayo mara nyingi unachezaga, anasemaga hapa umetisha? hisia Uh, ambazo nikicheza director wangu anasema kwamba nimetisha, ni hisia mbaya, akufa kule hisia <laughs> <laughs> mbaya kucheza <laughs> sini, umekufa bado? kwa nini, mbona unapenda maisha sana? <laughs> Ah, inatokana na director kisa tanaviambia kwamba hii scene hapo natakiwa ucheze unakufa, eh, nitafanya hivyo. Mm. Kuna ile director akichelewa kufika zoezini ushae kuplani ku, kuendesha zoezi eh, eh, maana director wetu ametuelekeza sisi wote ni madirekta. Mm. Kama yeye hayupo mwingine anjitokeza anaendeleza nani mazoezi. Mm. Ina watu kusema kwamba director ndo mwalimu, huyo huyohuyo yani ndo mwalimu na ametufunza sisi pia tuendelee na siku kesho kesho yake na si tuwe walimu. Okay, mm. Pengine unawashawishi nini sasa mabinti ambao pengine wakiokuona bana hu mm, dada pengine ndo vile ana chakufanya h unawashawishi nini wale ah, chako unawashauri kitu gani? Cha kuwashauri ni kwamba sanaa sio kwamba ni kwenda tu kucheza yani nini, hapana. Sanaa nayo ni ajira mm. E, nayo inaleta na pesa na watu wanakuwa matajiri. Kwa hiyo cha kuwashauri ni kwamba kile ambacho kitu wanakipenda wakifuatilia kwa kasi watafika mbali tu e, ila sio kwamba ukatishe saa hii hapa kazi ya hii ni kwenda tu kujichosha nyingine hamna kazi yote ni kwenda kupambana ili kupata kipato okay. mm -hmm. yeah, ikitokea umeolewa umeolewa kupitia sanaa hicho pia ni kipato <laughs> unajua kuolewa kule, <kulewa> majaliwa <laughs> na sio tu kama unaolewa kwa sababu ya sanaa anakujalia sema huko kwenye sana ndo utapata mwanaume ndo hivo, na kama haja kujalia hata sehemu nyingine. Ndio nimezungumzia pale, na hicho ni kipato. Ah, hiyo sio kipato, hiyo ni aj... like hiyo sio kipato <laughs> wewe unasema kama hiyo ni kipato. Kipato ni kama hela, mimi naenda kutafuta pesa ili nianze maisha, lakini sasa kusema kuolewa, kuolewa ni mambo mengine. Mmm, sasa nab, pengine tukwache kwanza, mara tumekuta kidogo kazini <tipati> kunaona ukutazama muda huu pale, unaweza kuniambia kitu gani? Ah, watu ambao wananitazama Naweza kuambia tu kwamba nahitaji, yani, nahitaji sapoti zao, ehe, nahitaji sapoti zao, koment, sijui nini, ndo naweza kunifanya mimi niende mbele, ehe. Hivi direkta ni Kiingereza? Be, direkta ni Kiingereza, direkta ni Kiingereza au ni Kiswahili? Ni lugha ya Kiingereza, Kiswahili msimamizi mlikuwa na Judi <laughs> Judi, Judi, ulikuwa na Judi bwana, yeah. Kama ulivyomsikia dada fulani hivi mchangamfu mfu kinoma noma, yani sema tu ndo vile yuko kazini, ungesikia mengi sana kutoka kwake bwana. Kama nilivyokuambia make sure umesubscribe ume umelike na kucomment nyuma, kamerago kabisa. Sa mtumbadi tunaenda kivingine sana hivyo.